Niwakaribishe kwenye makala ongea habari za dunia Actualités Monde TV Twanzi mjini Uvira, mji mkuu wa jimbo la Kivu ya kusini kwa muda, ambako kunakuwa na hali ya sitofahamu ni hapo kisha kuondoshwa kwa ofisi ya tarafa ya Uvira katika mji wa Sange na kuileta ndani ya vile ya Uvira. Mmojawapo wa shirika za kiraia wamepinga vikali hatua wa hizo. Tumemtembelea bwana John Mayabishi Ngabigira akiwa na haya ya kuzungumza <toddy>, o, mimi ni John bishingabigira ratibu wa shirika la raia katika jimbo la Kivu ya kusini, na ambaye ni mmoja wa viongozi katika wazalendo ndani ya tarafa la Uvira. E, nipenda tuzungumze jambo kuhusu kuondoshwa wa ofisi ya tarafa la Uvira katika mji wa Sange na kuletwa ndani ya vile ya Uvira. Eh, unajua bwana mtangazaji wa periodi ambayo tulikuwa ndani ya vita na hata kwa sasa e, lakini katika mji wa Uvira na tarafa la Uvira amani ipo kwa sababu iko under control ya wazalendo na jeshi la taifa FARDC. E, jambo la kushangaza, kuna baadhi ya viongozi ambao katika kukimbia vita au katika vita waliweza kukimbia katika nchi jirani na kwenda kujificha huko wakifikiri ya kwamba labuda adui atakwenda kuteka mji, lakini FARDC na wazalendo tumesimama na kukomboa mji e. Acha kwanza ni msalimu nikipita, Mheshimiwa Kapenda Kiki Kifara, ambaye ni meya wa jiji na Uvira na ambaye ni mzalendo ambaye ameweza kureziste katika muda wote tuliopita, nani mgumu hakuweza kukimbia na aliweza kukaa na raia yake mpaka kwa sasa, lakini cha mshangao katika wale wa viongozi ambao waliweza kukimbia katika nchi jirani na penginepo, baada ya amani kurudi, wamechukua uamuzi ambao serikali sisi litupatia tarafa la Uvira na kutujengea ofisi nzuri katika mji wa Sange, Precisma ya Nyunda e, waliporudi wameondosha ofisi pale na kuileta katika vile ya Uvira jambo ambalo sisi tunakwenda kulipinga, jambo ambalo sisi tunakwenda kulikataa, kwa sababu haiwezekani wa chef de quartier wa mwami wa chef de secteur wa, wa chef de, de groupement kuanza kuwa anafanya tena makilometrage kusema waje walete ripoti katika ufalme wengine, kwa sababu hapa kuna ufalme meya wa jiji yupo, alafu kuje wengine ufalme wa tarafa, wakati tuna ofisi kule katika tarafa la Uvira tarafa ambalo liko katika mikono ya wazalendo na FARDC na jiji la Uvira liko katika mikono ya wazalendo na FARDC. Tunajiuliza kwa nini anaweza kuondosha ofisi kule, wakati sio antitenyeko e, sous controle ya enemi. Jambo hilo linakwenda kutuonyesha labuda wana ma agenda cache, au wana mafikiri mengine kwamba E, tarafa la Uvira litakwenda kuchukuliwa e, na waasi e, hapa karibuni. Sababu kama hakuna agenda kashe, kwa nini kuondosha ile ofisi pale na kuileta kwenye ufalme mwengine? Kwa hiyo nakwenda kuwambia wa chef de quartier wote, wamwami wote ambao weko under control ya tarafa la Uvira, wa chef de secteur, wa chef de groupement ya kwamba pasiwe mutu yeyote yule ambaye atakwenda kuleta ripoti yake katika wengine ufalme, sababu tunajua bwana mtangazaji, tuliona eh, mavurugu, mavurugu ambayo yalipitikana hapa Uvira. Kulikuwa mivutano kati ya meya wa jiji ambaye alikimbia vita, kulikuwa eh, mavurugano depuis ku administrateur eh, Madame Malenga na wengine ambao walipita mbele, kulikuwa mivutano kusema waondoe ufalme katika ufalme mwingine na ni hapo serikali alikwenda kuchukua maamuzi na kutujengea ofisi nzuri hapo Sange, na ndipo ofisi inakuwa. Lakini cha mshangao, tunaona administrateur anarudi badala ya kukimbia na kuweza kuinstale e, ofisi yake tena ndani ya vile, ili wawanze kuleta tena mikokotano, wakati territoire kuko amani, Bwana General Kamama na wengine wa general wako pale au wengine viongozi wa wazalendo na fardes wako pale, wanasikilize muji raia wanasirikile librement. Sasa tujui nini yenye administrateur anajireproche, kusema akimbie na akimbize territoire. Kwa hiyo, tunasema jambo hilo watakubali na kwenda kuambia population au raia wetu wa tarafa la Uvira wabaki kimya, tutakwenda kufanya mademarche ili tujue, na kufanya utafiti yani upelelezi tujue nini iko nyuma ya administrateur Bwana Mabisu wa Selemani